Zanzibar inaandikisha historia mpya hii leo mara baada ya kufungua barabara ya kwanza ya juu, yani flyover ya kwanza hapa katika maeneo ya Mwanakwerekwe. Flyover hii imepewa jina la Dr. Hussein Ali Mwinyi raisi wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wakati akifungua flyover hii au barabara ya juu, mambo matatu yamesisitiza kwa wananchi mwanzo. Jambo la kwanza amesisitiza wananchi kuitunza miundombinu hii ambayo inatengenezwa na serikali ili iwe ni sehemu ya kuacha alama. Tumeandika historia ya kuwa na flyover ya kwanza katika nchi yetu. Slogan yetu ya uchaguzi mwaka huu ilikuwa ni uongozi unaoacha alama. Kwa hivyo leo nafurahi kusema kwamba tumetekeleza kwa vitendo slogan yetu. Hizi ndizo alama tunazozungumza. <laughs> la kwanza ni wasihi wananchi tuitunze miundombinu hii ya barabara ya madaraja ya flyover haya ndiyo maendeleo ya kweli. Barabara ikipita inaleta maendeleo makubwa katika maeneo yetu. la naye amepongeza, uliahidi kwamba utafumua mfumo mzima wa barabara za vijini na vijijini na uliagiza kwamba hutaki kuona barabara inajengwa kwa kiwango cha kifusi. Mheshimiwa, ahadi yako hiyo imetimia. Barabara zote sasa hivi zinajengwa kwa kiwango cha lami na za ubora wa hali ya juu mijini na vijijini, Unguja na Pemba. Wananchi wote mashahidi kwa hilo kwamba daraja hii flyover hii imejengwa kwa kiwango cha juu. Ujenzi wa barabara ya flyover ni miongoni mwa mradi wa ujenzi wa barabara za mjini zenye jumla ya urefu wa kilomita 100.9. Mradi huu unajumuisha ujenzi wa barabara za flyover mbili, ukiacha ambayo umeifungua leo, nyingine ni barabara ya flyover inayojengwa katika makutano ya barabara ya Mkapa na barabara ya Amani Israeli. Mweshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa barabara ya flyover namba moja katika eneo hili la Mwanakwerekwe ulianza rasmi tarehe moja mwezi wa 12, 2023 na ukamilika tarehe 31 mwezi wa 12, 2025. Ujenzi wa barabara hii hadi ukamilika kwake umeharimu jumla ya dola za Kimarekani milioni 9.5 sawa na wastani wa bilioni 23.7 za Kitanzania.